Hmm? Branham Amani. Brian. Branham. Branham. Yeah. Eh, Branham... Amani. Amani. Yeah. Kutoka wapi? Kutoka Gatanga Mukuru. Gatanga Mukuru. Hiyo ni Murang'a. Eh. Eh. Yeah. Eh, kusikia mi usikia. Ni waragi ya hiyo? Broken. Eh. Eh. Ka tagari ya harini ta yuwe rä ne, e, e. e. e. u rä mm. kwanyu nä waiga nä gatanga ää gwitå nä gatanga ääää na rä u rä woka gwetha å rä u niä ndoka gwetha my dad tondå mm. andå arä a njikaraga nao nie njonaga wanga wanani trish ni kama miezi wa huko mm. yeah. na mama yako akwapi mama li pass nikiwa na miaka mbili Miaka mbili e. e. Mama alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Hana Hana Wanjiko Hana yeah. Hana Wanjiko e, e. na baba alikuwa anaitwa nani? Sasa baba ndio siku mjua, alikuambia e, hmm. alikukana jina ambao unajua e, na najuanga tu jina ya mama mm. mm. Mama alikuwa anaitwa Wanjiko Wanjiko mm. Hana Wanjiko. Hana Wanjiko yeah. Ulikuwa mezaliwa mkiwa ngapi? Nikiwa peke yangu mm. mm na kwenye sasa umelelewa mama naye alipaswa ukiwa miaka nikiwa na two years. Two years. Yeah. Nani alikuambia kuhusu baba eh? Sasa shushu na guka mm, ndio wamenilea mm, eh, au ndio mm, wamenisomesha wame, hadi form 3, mimi kufika form 3, term 3 nikaacha shule mm. uliacha kwa nini eh? ama ni mashida tu mm.

hapo sasa ndio sijaijua. Hebu nikuulize, wewe umesema unaitwa Amani. Abraham Amani. Au au na jina, jina wa maya, ya Wakukuyu ama ya kabila yote. Eh. Hauna? Sina. Na, nakwanga tuna hizo jina mbili. Eh. Eh. Na nikiuliza Shosh, ananiambia atimam kabla ya pass, yeye yee ndio alisema niitwe hizo jina. Mm. Eh, sasa ndio hivi of late me, nika nikauliza nika guka eh, jumi naitwa Branham Mamani, kama ningekuwa wahuku ningekuwa nimenimiwa after kamuuliza, yeah. Mm. Eh, si si eh, eh. Kama, kama ningekuanga wahuku ningekuwa nimenimiwa after. Mm. Eh, akaanza kuniambia ati uko ati mimi na juu yeye anaitwa Ndongo Ndongo Mwangi, akaniambia mm. ati mi nimeitwa aftayee ikamuuliza, kwa nini hata kwa birth certificate majina ni mbili hata ID ID ni, niliendea na at, ID yake okay. e, bado majina tu ni hizo mbili mm. sasa ndio akaniambia ati ukitaka kujua mm. Enda kwa kaburi ya, ya mama yako mm. Eh, utajua kweli. na ulienda, si azi juu, hiyo ilikuwa kama tu matusi ya e, e. ilikuwa kama hata hiyo masaki alikuwa ananiongelesha akiwa yani e, naroya juu okay. e, sana, so, chenye ningetaka ninge ufanye uh -huh. eh, kitu ya kwanza uh -huh. Uminaintain heshima ya, ya hawa walikulea hmm. Kwa maana walikazana ka, wali sini kweli, si walikulea, tuongee ukweli, but pia mostly unapatanga. Uh, si unajua mi at times mimi uenda hivyo huko kwa barabara nazunguka tu -bara na nikiomba food cause at times napatanga dikani food awanipei, ama wakinipea wananipea na makelele hmm. Lakini tuongee ukweli hmm. Branham hizi yeah, uko na 20 years ha yeah. Saizi wewe wewe ni mwanaume akwanzia leo, tuongee ukweli mwanaume naitangwa mwanaume ya mm -hmm. kukazana kujituma, kwanzia leo wewe ndio unafaa kuwapia food. Tuongee ukweli. Sasa hiyo mentality ati sasa wakupe food, tujaribu tujaribu kwenda kama tunaiondoa. Unanielewa? mm. Sasa uanze kujifanyia kazi, hata kama ni vibarua. Kitu ya kwanza food, hmm. Unajilisha. Hmm. E, alafu ya kwanza food pili hmm. e, okay. Tuko na kijana hapa kwa jina la Branham Amani, mama yake alikuwa anaitwa Hana Wanjiko ivi turutaga wira o mudu wothe oka oria kesi. Sasa huu kijana anatafuta baba yake, kama wewe unajua ulikuwa na mpenzi ama mlikuwa na msichana wa Murang'a kwa jina Hana Wanjiko

twina nduthi ni angirigana mirongo itano kimajika kia bia ni yo itagwo shopping voucher we dreda wefa narua narua na ruwa hore star 292 hash e ushagure kindu kigwitwo kiria we ukwenda either kana ukwenda ke ukwenda TV le ti dimo nduthi ke uguo hore star 292 hash horole Branham, nataka urudi the other side, eh? uh. lakini wewe unaishi bado huko tu Murang'a? Mimi bado nakangalia. Unawasaidianga aje? E, wanakuanga na ng'ombe miuende hmm. Na wachunia majani hmm. Wako na shamba. Okay. Na shamba. Wewe unatumianga mihadarati yote, tukiongea ukweli, unatumianga nini? Sasa zile unataka kutu kukuwa na stimu unatumianga nini? E, ilefanya nadekukua na stimu hmm. Mutumia kat Ehe. Kuchana eh? E, kuchana mm. Na weed kidogo e, weed eh? E, kiasi unavuta ikiwa ya moshi ama unaweka kwa chakula ama kwa chai? Navuta ikiwa ya moshi ikiwa roll. Eh, roll. E. Ushaiweka kwa chai? Ah, sijai. mm. E. Ushaiweka kwa ugali? Bado. E, usiweke. E. Sasa weed una, unavutanga mara ngapi kwa wiki e. Kwa siku mm. Oh, kwa siku uh, mm. Kwa siku mi smok tatu tatu, rol tatu mm. Rol moja ni how much? fifty fifty uh, na unatwanga wapi, unatwanga wapi hizo uh, saenye nimezunguka tu huko mtaa mm. Nimepata job huko mm. Watu wanalipangwa soo tatu mm. Mi naenda na bai, una bai mm. rol tatu yeah. Asa zile au kwa job una unanunua una nini in weed na, na nini sasa se, senye siko job hmm. mali inaenda kubai wanakupea wananipea hivyo free free e, nikipata do na kama nalipa. Oh, kwa hivyo unachukua nini kisha na, na na na, den hmm. E, hmm. Na sasa hiyo unaona una, utaendelea mpaka wewe nayo e, kulingana na vile hata nimekuanga nikitumia hizo staff hmm. Kwanza zimekuwa zikini let down juu naona kama ni shule nili drop out juu ya hiyo juu, mi na nili drop juu ya hiyo utaona kama uta, unatamani kuacha saa yenye mi, mi upenda tu vile tu ntaacha tu mm. Mm. Na si leo, useme leo hauvuti asubuhi, umewasha kidogo uone njia uh, asubuhi hata nimekamnikiwa tu hivyo nikiwa, tu, nikiwa fresh. Ukiwa fresh. Ah. Lakini unasikia ni kama utaenda ugonge kidogo

Eh, ni vile tu niliendanga ni nikamwambia ani ni besti. Eh, ni besti. Wa wapi? Wa huko tu Muranga. Eh. Ile ubesti ile ya lava ama nini? Ah, ile, ile ubesti ya kwenda kumwambia anisaidie food. Sasa hivyo ndio tukaanza kuongea. All right. Sasa mm -hmm. Eh, wewe uende uache namba yako. Uko na kwanga na simu? Ah, sina phone. Oh. Ujai nunua simu. Lakini si unaona sasa kama unatumia 150, ah. Na ndo sasa si unaona uwezi nunua simu eh. Hiyo kitu wewe unafaa okit, si ndio upunguza indo, mm. Aya githi na huo ugo utige na basi, mm.